Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Kupitia kwenye DM ya mtazamaji wetu, amenipitishia makala fupi ya kuhusu Kanisa Katoliki na kukabiliwa na upotoshaji na propaganda la kulichafua kanisa hilo. Twende pamoja nami kwenye makala hii fupi. Kristo hapaswi kuwa mpumbavu. Mkristu anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema, mimi ni Mkristu na sitakuwa ndumira kuwili. Mimi ni Mkristu na sitasema uongo. Mimi ni Mkristu sita, sita sitamwonea yeyote kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kanisa Katoliki ni kanisa lililoasisiwa na Yesu Kristo mwenyewe likijengwa juu ya mwamba wa imani ya mitume. Kwa zaidi ya miaka elfu mbili kanisa hili limekabiliwa na changamoto nyingi: mateso, uongo, propaganda na upotoshaji wa makusudi. Hata hivyo, historia na imani ya Kikristo vinathibitisha kuwa Kanisa Katoliki haliwezi kuyumbishwa na propaganda za wanadamu iwe zinatoka nje au ndani ya Kanisa. Katika nyakati za sasa, kumekuwepo na wimbi la propaganda linalolenga kulichafua Kanisa Katoliki, hasa pale linapochukua msimamo thabiti kwa kutetea haki, uhai wa binadamu, amani na ukweli. Cha kusikitisha ni kwamba propaganda hizi mara nyingi zinafanywa na baadhi ya watu wanaojifanya kuwa waumini wa Kanisa Katoliki, ilhali kwa maneno na matendo yao wanakwenda kinyume na mafundisho, maadili na roho ya Kanisa. Watu hawa hutumia majukwaa mbalimbali, hususani mitandao ya kijamii kusambaza taarifa zisizo sahihi, kejeli na tuhuma dhidi ya Kanisa na viongozi wake lengo lao si kutafuta ukweli bali ni kudhoofisha sauti ya Kanisa inayosimama upande wa haki. Wali, wanalichafua Kanisa kwa sababu msimamo wake wa kinabii unawagusa na kuwaumbua wale wasiopenda haki, uwazi na uwajibikaji. Mojawapo ya mifano iliyo wazi ni kutokana na kupotosha misimamo ya Padri Kitima ambaye kwa kutofuata mafundisho ya Kanisa Katoliki amekuwa mstari wa mbele kusimamia haki, amani na utu wa binadamu. Badala ya kujibu hoja zake kwa busara na ukweli, baadhi ya watu wamechagua kumshambulia binafsi na kulishambulia kanisa zima kwa propaganda, wakidhani kuwa kwa kufanya hivyo wataizi, wataizima sauti ya ukweli. Hii ni ishara ya wazi ya hofu ya kukabiliana na ukweli, kwani mara nyingi anayesimama anayesimamia haki hugeuzwa adui. Kwa aliyotokea Oktoba ishirini na tisa yanahusisha mauaji ya watu pamoja na malalamiko ya uchaguzi, Kanisa Katoliki lisingeweza kukaa kimya. Kwa misingi ya imani yake, Kanisa lina wajibu wa kulinda uhai wa binadamu na kusimamia haki za misingi ya wananchi. Ni katika muktadha huu ambapo viongozi wa kanisa akiwemo Padre Kitima walitamani wazi kupinga mauaji, kudai haki itendeke na kuhimiza uwazi wa haki katika mchakato wa uchaguzi. Badala ya kulaani mauaji ya dosari za uchaguzi, baadhi ya watu walielekeza nguvu zao katika kulishambulia Kanisa. Huu ni upotoshaji wa makusudi unaolenga kugeuza mjadala kutoka kwenye uovu uliofanyika na kuhamishia kwa kanisa linalosema ukweli. Propaganda hizi haziwezi kubadilisha ukweli wala kufuta damu ya wasio na hatia iliyomwagika. Ni muhimu kukumbuka maneno ya Yesu Kristu, na nukuu: wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wa, wala milango ya kuzimu haitalishinda, mwisho wa kunukuu, Mathayo kumi na sita mpaka 18. Ahadi hii inaendelea kuwa hai hadi leo. Propaganda zinaweza kuleta kelele, lakini haziwezi kuyumbisha msingi wa Kanisa. Zinaweza kupotosha baadhi ya waumini dhaifu katika imani, lakini halisiwezi kulivunja Kanisa la Kikristu. Wajibu wa waumini wa ukweli wa Kanisa Katoliki ni kusimama upande wa ukweli, kujifunza na kuelewa mafundisho ya kanisa na kukataa propaganda zinazolenga kuvunja umoja. Zaidi ya yote, waumini wanapaswa kuishi ushuhuda wa haki na upendo, kwani kanisa linaendelea kuwa sauti ya wasio na sauti bila kujali gharama. Kwa hitimisho, Kanisa Katoliki haliwezi kuyumbishwa kwa propaganda. Kulichafua kanisa kwa sababu linasimamia haki ni kupinga ukweli wenyewe. Historia itapita, propaganda zitanyamaza, lakini kanisa litaendelea kusimama imara katika utume wake wa kutangaza haki, amani na uokovu wa mwanadamu. Makala hii imeandaliwa na kuhaririwa na Mzalendo Media na kusomwa na Flavius. Na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike Tugendah TV kwa habari. Tuchuchumilia utakatifu, tuthubutu kujitanabaisha kama watoto wa Mungu. Tuthubutu kumuungama, kumfuata na kumshuhudia Kristu bila aibu na bila woga, na tusio wa Kristu wa jina tu.